Naam, langu jina, naitwa mi Mr. Simon. e, ni siku nyingine tena tunaendelea kama kawaida pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Kama uje subscribe channel yetu basi subscribe, lakini share, washa alama ya kengele ili kuwa kuanza kupata kila miendelezo na vipindi ambavyo vinaendelea. Na siku ya tatu, baada ya kukutana na yule bibi kizee, maisha ya vijana wale watatu yakaanza kubadilika taratibu. Mwanzoni hawakushtuka, lakini baadaye walijua wazi kuwa kuna jambo si la kawaida. James alianza kuamka kila usiku kwa hofu. Kila alipolala aliota ndoto moja ile, ile akibeba mzigo mzito, mzigo usiobebeka, akalia kwa uchungu. Kisha bibi yule alimwangalia kwa macho mekundu akasema, mbona ukunisaidia mzigo wangu? Alipoamka nguo zake zilikuwa zimetokwa na jasho jingi, na mgongo wake ulisikia maumivu kana kwamba kweli alibeba mzigo mzito. Kila siku akawa dhaifu, akashindwa kwenda kazini, hatimaye bosi wake akamfukuza kwa sababu ya kuto kufanya kazi. Yakobo naye alianza kuugua bila sababu, mwili wake ulianza kudhoofu, homa isiyo na tiba ikawa inampiga kila siku. Alipokwenda hospitali vipimo vyote vilimwonyesha hana tatizo, lakini usiku alipokuwa akilala, alihisi kama mtu anambana koo, na mara nyingi aliona ndoto ya bibi akimwambia, haya ndiyo matokeo ya dharau zako mwanangu. Alipoamka koo lake lilikuwa na maumivu makali, na mara nyingi alikuwa anaamka na alama za mikono shingoni. Oscar, ambaye alikuwa anajiona tajiri mtarajiwa, matatizo yake yalikuja ghafla. Biashara ndogo aliyokuwa akiendesha iliporomoka siku moja tu, wateja wote wakamkimbia, akabaki na madeni makubwa. Na cha ajabu zaidi, kila alipokuwa akijaribu kufungua duka lake, mlango ulifungwa ghafla kwa nguvu, kana kwamba kuna kitu kisichoonekana kilikuwa kikipiga kelele, usiendelee. Oscar akawa anakunywa pombe sana akasahau, lakini usiku alipokuwa amelewa alimwona bibi yule kizee akicheka kwa sauti ya ajabu, ulisema utamsaidia maskini sasa wewe ndiye maskini kuliko wote. Baada ya mateso kuongezeka, siku moja vijana wale watatu walikutana tena pale mlimani, wakiwa wamechoka na kusononeka. James akasema kwa sauti ya hofu, ndugu zangu, mimi sioni tena raha, ndoto zimenichosha, kazi yangu nimepoteza. Yakobo akiwa amedhoofika mwili akajibu, mimi naumwa, sijui ugonjwa gani, madaktari wameshindwa kuniambia, lakini kila ndoto yangu namwona yule bibi kizee akilikumbusha kosa langu. Oscar akaguna kwa uchungu, biashara yangu imeanguka, kila kitu kimekwisha. Sasa nimeamini kuna kitu si cha kawaida, nadhani tulifanya kosa kubwa siku ile tulipomtukana yule mzee. Wote wakakaa kimya kwa muda. Upepo ukavuma kwa sauti kali kutoka msituni, kana kwamba unawakumbusha kosa lao. Macho yao yakajaa hofu. James ya akapiga uso wake kwa mikono yake. Tumetenda kosa kubwa, na sasa tunaona matokeo yake. Ndugu zangu, tufanyaje? Yakobo akavuta pumzi ndefu. Labda tumrudie Mungu, labda tutasamehewa, maana sasa naona kabisa hii sika Oscar naye akatikisa kichwa kwa huzuni, ndiyo, kosa tulilofanya limetufikisha hapa. Tukichelewa sidhani kama tutaokoka. Wakati bado wanazungumza, ghafla upepo ukavuma kwa nguvu isiyo ya kawaida, na sauti ya kike ikasikika ikicheka mbali na msitu, ikawafanya wote watetemeke kwa hofu kubwa. Huu ulikuwa mwanzo wa ufunuo wa kweli juu ya kosa lao. Naam, naitwa Minister Simon. Kwa siku ya leo tunaweza tukaishia hapa, lakini bado, mwisho wa kipande cha pili ni mwanzo wa kipande cha tatu. Usikae nasi subscribe share, like, comment, lakini pia wasambazie na wengine, ili tuweze kuendelea kufanya mambo makubwa. Naam.